Siku chache baada ya rais William Ruto kuweka saini ya ushirikiano na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, rais Ruto akiandamana na naibu wake profesa Kithure Kindiki na wabunge wa chama cha ODM wameanza msururu wame wa mikutano ya kupigia debe ushirikiano huo, haswa katika jiji la Nairobi linalosadikiwa kuwa ngome ya kisiasa ya Raila. Rais ametuambia ya, ya kwamba ili nchi yetu ipate maendeleo lazima tuunganishe jamii zote za Kenya. Tunaunga mkono muungano wa Kenya. Rais ameshikana na viongozi wote kuhakikisha makabila yote na dini zote zimekuwa pamoja. Rais Ruto akitoa wito wa kuungwa mkono kwa ushirikiano wa kisiasa baina ya serikali yake na chama cha ODM kinachoongozwa na Raila Odinga, akisema muungano huo unalenga kuliunganisha taifa la Kenya. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Mimi nawauliza jameni, kwa nyenyekevu mkubali tuungane. Mnataka tuungane ama tutengane? Unasema tuungane ama tutengane? Tuungane ndio tukabiliane na changamoto za Kenya, tuunganishe chakula zaidi, njaa zaidi. Akizungumza katika maeneo bunge ya, ya Kamukunji na Lang'ata jijini Nairobi, Rais Ruto akipuuzalia mbali wanaokosoa mkataba waliotia saini Ijumaa iliyopita baina yake na Raila Odinga unaodaiwa kutoa fursa ya kugawana mamlaka kabla ya uchaguzi mkuu wa 2027. Rais Ruto amesisitiza kwamba hakuna jamii ama dini itakayoachwa nyuma katika juhudi za kuliunganisha taifa la Kenya na kuleta maendeleo. Tunauliza nini? Juzi tumuliona, juzi tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja With a common destiny Nairobi, munasema ndiyo ama munasemaje? Munasema tuungane, hebu nione. Wala wanasema tunaungana pamoja. Tukitembea namna hiyo, basi mimi nawahakikishia katika muungano huo, hakuna mtu atawachwa nyuma, hakuna jamii itawachwa nyuma, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma, hakuna dini itawachwa nyuma tutatembea pamoja sambamba kwa sababu tukiungana Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele kwa kasi. Mikutano ya Ruto inajiri siku moja baada ya Raila kuzomewa na vijana katika uwanja wa michezo wa Gusii, kaunti ya Kisii. Walionesha kutoridhishwa kwao na Odinga kuungana na Rais Ruto, eneo la Kisii likiwa miongoni mwa maeneo ambayo Raila amekuwa akipata uungwaji mkubwa katika chaguzi za awali. Hata hivyo viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Waipa Kalonzo Musioka wamemnyoshea Raila kidole cha lawama wakimtaja kama msaliti. Aidha wamedai hatua ya Raila ilichochewa na masilahi ya kibinafsi wala si ya kitaifa. Upinzani umeapa kuhakikisha utawala wa Kenya kwanza unaenda nyumbani wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.